Vyanzo sahihi ukiangalia hata kwenye e, uh, ni information ecosystem. Mm. Ecosystem bado taarifa, yani kwenye mfumo mzima wa uzalishaji na usambazaji wa taarifa. Mitandao mm -hmm. imetupa uhuru wa sisi kuzalisha taarifa, lakini bado sehemu kubwa ya mijadala yetu kwenye redio, kwenye mitandao inatokana na vyombo vya habari. Nadhani zaidi ya theluthi mbili ya mm -hmm. Ma mijadala mingi inatokea kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo mbinu ya kwanza kuthibitisha kwamba ni sahihi sio sahihi kwanza nenda kwenye vyombo vya habari vinavyoaminika, safi vinavyoaminika, inawezekana vya mitandaoni, kama ukiingia Nukta, ukiingia wapi, ukiingia Mwanani, lakini hakikisha ni vile vyenye sifa ya kuaminika mm -hmm. Sasa ehe, mara nyingi watu wanaotengeneza habari za uzushi huwa wanaweka maneno yanayovutia, yani yana exaggeration, yamezidi yani ya mm. ya vihisishi vingi, mama yangu kwa hiyo naenda kangeuki na habari na maneno mengi ya kukuvuta vuta na visifa sifa visivyokuwa na sababu. mm. Doubt forward kwanza, naenda e, kacheck, angalia pia takwimu. Mara nyingi hao wanaosambaza habari za uzushi wanakosea sana takwimu mm, mm, data hizi mm, mm, mm. Wanakosea sana majina ya watu kwa beni atakwambia bodi mm. Atakwambia hili e, jambo limetokea Arusha kusini mwa Tanzania. Arusha ipo kusini mm. mwa Tanzania right? Umeelewa majina mm. ya viongozi, mm. E, tiongozi, e, laba ya viongozi anaweza akakwambia kiongozi labda ni mwanamke akakosema ni hii badala ya shii. Sasa hivi ni viashiria vyote vya taarifa okay, hizi kuwa za uzushi.